Na wale wanaotukana tukana, tukana, wa yale mataifa yale, wale mataifa wanaotukana, mimi niwaambie tunasoma wanachokiandika, tunasoma wanachotukana, na yule yule aliyehamasisha maandamano amekiri kwa mdomo wake kwamba kuna taifa moja limetusaidia, kafungiwa fungiwa maakaunti yake, anasema na lile taifa lililotusaidia na wenyewe waendeleze fujo waendeleze vurugu kwenye nchi yetu. Watanzania, amkeni! Hilo sio jambo la uchaguzi, hilo wala sio jambo la vyama, ni rasilimali. Ninyi hamjawahi kufuatilia? hapa Afrika, mwone mambo yanavyofanyika. Ukiona chui anamshambulia mchungaji, lengo lake sio mchungaji, ni wale kondoo rasilimali ndio maana watu wanaungana kwa nguvu yote ile. Rasilimali wanatambua, Tanzania imegundulika uranium, yamegundulika madini adhimu ambayo Tanzania itakuwa nchi ya kwanza Afrika, na mengine yako Songwe hapa yamegundulika. Tanzania itakuwa namba moja na yale ndio madini yanayotafutwa duniani kote. Tanzania itakuwa miongoni mwa nchi tisa duniani na ya kwanza kwa Afrika. Na ninyi mnajuaga nchi zikigundua rasilimali, wale wanaomezea mate na rasilimali wanafanyaga nini ili wazipate? Wanafanya fujo, na baadaye wanakuja kama wapatanishi, na baadaye wanatoa silaha, watu wanapigana, wao wanachota rasilimali. Walifanya katika baadhi ya mataifa hapa, ninyi hamjawahi kuona ninyi mnachukulia mambo poa poa. Yaani Mwalimu Nyerere kaota tangu yuko kijana kwamba tujenge bwawa la Mwalimu Nyerere pale. Rais Magufuli akasema tujenge, wale wakubwa wote walikataa, yeye akasema tutajenga kwa fedha yetu ya, ya, ya ndani. Mradi ukaanza asilimia kama ishirini na saba hivi, Mama Samia akapokea, zimetumika zaidi ya trilioni sita nukta tano mradi ukakamilika. Sasa nchi ina ziada ya megawati zaidi ya elfu mbili za umeme. Watu wanakaa, mwingine yuko sijui Marekani, mwingine sijui afrika Kusini, mwingine sijui sijui Nairobi, sijui wapi, wanasema nendeni mkalipue na lile bwawa, alafu na wewe mtanzania unashangilia.